Mchezo huanza kwa Nora akipitia wakati mgumu wakati wa kujifungua. Maumivu yanatesa na anapoyavumilia anakumbuka jinsi hadithi yake ilivyoanza. Alipokuwa mwanafunzi alikuwa akifanya uhusiano kwa siri na Yuda, mvulana maarufu sana shuleni, aliyependwa na wote lakini yeye alimtazamia yeye tu. Baada ya miadi, Yuda alimwenda nyumbani kwake akiwa na azma ya kumvuta moyo wake kabisa. Alimpa mkufu mzuri na akamkiri kwamba hisia zake kwake zilikuwa za kina. Ingawa Nora alisita mwanzoni, walishiria usiku maalum pamoja, wakikaribiana sana. Hata hivyo, alihisi wasiwasi baadaye, akiogopa kile kinachoweza kutokea. Shuleni Nora anakutana na Kinan, mwanafunzi mpya mwenye hali ya upinzani, na kwa kushangaza ni yule yule kijana aliyekutana naye uwanjani wa ndege. Kwa ujasiri Kinan anauliza kama ana mpenzi wa siri akimwacha akiwa ameshikwa. Baadaye, anaona kwamba sketi yake imechanika na anampatia koti lake sharti arudishe, akimpa sababu ya kumwona tena. Yuda anajaribu kukaribia Nora lakini akikumbuka kilichotokea baina yao, anamwepuka na kwenda darasani. Wakati wa somo, anaanza kuhisi usumbufu na anaomba ruhusa kuondoka. Mwanafunzi mwenye wivu anampoteza makusudi, lakini Kinan anamsaidia na kumpeleka chumbani. Yuda hawezi kuficha wasiwasi wake kuhusu uwepo wa mwanafunzi huyo mpyo, huku Kinan akimshutumu kwa mtazamo wake wa ujasiri. Wote wawili wanaanza kushindana kwa umakini wa Nora. Wakati anajaribu kusaidia, Nora anamwambia Yuda kwamba pumzi yake ni mbaya sana, akimfanya aibike, huku Kinan akimcheka. Mara baada ya hapo Nora anahisi uchungu sana hadi anaamua kununua kipimo cha mimba. Kwa kushangaza, anakutana na Kinan dukani ambaye kwa ufupi anauliza kama ana mimba. Kwa wasiwasi, Nora anadanganya na kusema kipimo hicho ni cha mamake. Hatimaye anachukua kipimo na kuthibitisha kuwa ana mimba. Anaamua kuzungumza na Yuda kwenye eneo la kimya na kumkiri kwamba hajakwenda hedhi kwa miezi kadhaa. Yuda, kwa kutoshangaza, anaomba aone kipimo. Lakini aliliacha kwenye teksi. Celine, mpinzani wa Nora, anapata kipimo kwenye gari na kwa msaada wa dereva mwenye kupenda kujishughulisha, anagundua kwamba ni cha Nora kusababisha matatizo zaidi. Wakati wa mazungumzo, Nora anamwambia Yuda kwamba hajisikii tayari kuwa mama kwani wote wawili bado wako shuleni na hawajaolewa. Wakati huo, Celine anaonekana na kumshutumu kuwa ana mimba. Kwa wepesi wa akili, Nora anafaulu kuudharau kwa mzaha. Lakini ndani amechanganyikiwa, anakimbilia kulia akiogopa kwamba habari za mimba yake zitaenea shuleni na kumfanya afukuzwe. Kwa kuhuzunika, anajaribu kuwasiliana na Yuda lakini hajibu. Siku ya pili shuleni, Yuda kabisa anamwacha, akimwacha akivurugika na kujiuliza kilichotokea kwa upendo alioahidi. Wakati huo huo, Kina anagundua kwamba wakora wamechana matusi kwenye dawati lake. Kwa hasira anawakabili na kuwafundisha hadi mwalimu aingilie na kumuita mamake kumchukua. Kwa kukasirika na hali ya nyumbani, Kinan anaondoka kwa hasira. Nora akiwa amemwona amekasirika sana, anakaribia kumfariji. Anasafisha kidonda alichokuwa nacho na kumhakikishia kwamba mambo yatakuwa mazuri. Polepole, Kinan anaanza kuhisi faraja. Huku Yuda akitazama kutoka mbali, ukitoka wawivu. Fununu kuhusu msichana mwenye mimba zinaanza kuenea shuleni na mwalimu anamwomba Nora achunguze na kugundua ni nani. Ingawa anakubali kazi hiyo, anafanya hivyo ili kulinda siri yake mwenyewe. Hata hivyo, Yuda akiogopa kile kinachoweza kutokea, anamkabili na kupendekeza kwamba amalize mimba. Nora anakataa, lakini yeye anasisitiza kwamba kama hawatafanya, wote watafukuzwa na hawataweza kumaliza shule. Kwa kuhuzunika na kulia anamsikiliza Yuda. Ingawa anajaribu kumfariji, anapendekeza achukue vidonge kukomesha mimba. Mama wa Nora anasikia mazungumzo na anashikwa na mshangao, analia kwa machozi huku Nora pia akiwa analia akiomba msamaha wake. Baada ya kusikia habari, baba yake, kwa hasira, anaamua kukabiliana na Yuda. Anafika nyumbani kwake kutatua swala hilo lakini Yuda akiwa ameogopa anajificha. Baba wa Nora anafaulu kuingia na kumfukuza kila mahali ndani ya nyumba kwa ufagio, akimlaumu kwa kilichompata binti yake. Yuda akiogopa, anajaribu kujitetea kwa kusema kwamba walichofanya kilikuwa kwa ajili ya upendo na kumfanya baba akasirika zaidi. Uwindo huo unaishia kwenye dimbwi ambapo wote wawili huanguka ndani na kupigana ingawa Yuda hatimaye anafaulu kukimbia. Katika jaribio la kutatua hali, familia zinaandaa mkutano wa kuzungumza, lakini siku ya kusanyiko wanagundua kwamba familia ya Yuda imehamia Japani na kuwaacha Nora na familia yake bila majibu. Nora anahisi kuvunjika moyo kwa kufikiria kuwa mama mwenye mtoto mmoja shuleni, mtazamo wake hubadilika kabisa, jambo ambalo Kinan anagundua haraka. Ingawa anahisi faraja kidogo anapomwambia kwamba amemaliza uhusiano wake na Yuda, hata hivyo, Nora bado anabaki mwenye moyo uliovunjika, kwani alikuwa na matumaini ya kukabiliana na hali pamoja na Yuda ambaye sasa amemwacha. Katika wakati wa kukata tamaa, anautupa mkufu aliopewa na Yuda na kufikiria kumaliza maumivu yake. Kwa bahati nzuri, Kinan anafika kwa wakati, anamzuia na kumfariji akimkumbusha kwamba Yuda hastahili upendo wake. Kwa kumkumbatia, Kinan anampa usaidizi wake usio na masharti. Kwa kuhofia kashfa inayowezekana, Nora na wazazi wake wanapanga mpango wa kulinda sifa yake. Shuleni, Nora anatangaza kwamba wanahamia mji mwingine, akidai kwamba mama yake anatarajia kuzaa mtoto. Celine, daima akiwa na shaka, anajaribu kumlazimisha achukue kipimo cha mimba. Nora anakubali, lakini kwa werevu anatumia juisi ya epo kuiga matokeo na kupata hasi. Celine, akiwa amechanganyikiwa, anamaliza kuonekana kama muongo mbele ya wote. Kabla ya Nora kuondoka, Kinan anampa mkufu mpya. Anamhamasisha aamini upendo tena licha ya kukatishwa tamaa aliyokumbana nayo kutokana na wazazi wake. Wanaaga kwa moyo mzito na Kinan akiwa amevunjika moyo anaahidi kumgojea. Miezi inapita na wakati Nora anaendelea na mimba yake, Kinan hawezi kumwacha akilini. Wakati wa safari ya shule, Celine anampata Nora na kumvuta kwenye mchezo wa mpira wa kikapu, ambapo Kinan anamuona na hawezi kuficha furaha yake. Hata hivyo, furaha hiyo hupotea haraka wanapogundua kwamba Yuda yupo pia. Hakuenda Japani. Kwa hasira, Kinan anakabiliana na Yuda kwa kumwacha Nora wakati mgumu zaidi. Wote wawili wanakabiliana kwenye mchezo wa mpira wa kikapu wenye mvutano, huku Nora akiangalia kutoka kwenye viti akihisi kukwama kati ya huzuni na kukatishwa tamaa. Baada ya mchezo, Nora anakabiliana na Yuda akimshutumu kuwa mwongo. Yuda anajaribu kueleza, akisema mama yake alikuwa mgonjwa na hakuweza kumwambia kuhusu mimba. Bila kusitasita, Nora anamuita mwoga na kumaliza uhusiano wao kabisa. Mwishowe, Kinan anakaa upande wa Nora na kumwalika kwenye sherehe ya pwani ili apumzike na kuwa na wakati mzuri. Wakati wa sherehe, baadhi ya marafiki zake wanagundua kwamba tumbo lake linaonekana kubwa kuliko kawaida na wanajaribu kumsaidia kwa kumvua nguo zake ili afarijike. Kwa wasiwasi, Nora anatoa sababu kwa haraka, akisema anahitaji kuenda chooni. Njiani anakutana na Yuda ambaye bado anawivu kwa ukaribu wake na Kinan. Kwa msukumo wa hasira, Yuda karibu afunue mimba yake, lakini anajizuia kukumbuka kwamba kufanya hivyo kunaweza kumfukuzwa shuleni na kumfanya aibishike. Baadaye, Nora na Kinan wanashiriki mazungumzo mazuri na polepole pole, anakuwa mtu maalum sana kwake. Hata hivyo, wakati wa sherehe Nora ananywa pombe nyingi na kuweka afya ya mtoto wake hatarini. Kwa bahati nzuri, anapomtembelea daktari, anamhakikishia kwamba mtoto yuko sawa na kwamba wakati wa kujifungua unakaribia. Nora anaanza kujiandaa kwa siku hiyo na Kinan asijue kuwa ana mimba, anaendelea kumtunza kwa upendo na uaminifu. Wakati huo huo, Yuda anatekwa na hasira kwa kufikiria Kinan kuwa baba wa binti yake. Kwa nia ya kuzuia hilo kutokea, anamkumbusha Nora upendo waliokuwa nao na kuelezea majuto yake kwa makosa aliyoyafanya. Anamhakikishia kuwa ameandaa kubadilika na anaahidi kumwoa baada ya kuzungumza na wazazi wake kuhusu mimba. Anatangaza upendo wake, na Nora akivutiwa na maneno yake, anamsamehe na kumkumbatia. Wakati huo huo, Kinan alikuwa karibu kumkiri hisia zake kwake. Kwa moyo uliovunjika Kinan na anaondoka kwa kimya, huku Selina akichukua nafasi ya kumkaribia akimfariji kwa matumaini ya kumpendeza. Kurudi shuleni, Kinan na anakabiliana na Nora akimwambia hajiamini tena na kwamba urafiki wao umekwisha. Baada ya muda, mkutano umepangwa na familia ya Yuda kujadili mustakabali, lakini hajionyeshi. Badala yake anaacha barua akisema anaenda safari akimwacha kwa mara ya pili. Kwa kukata tamaa, Nora anapapatika akijaribu kutuliza nafsi yake anapozungumza na mtoto wake, akiwahakikishia kwamba kila kitaenda sawa. Hata hivyo, anaanza kutambua jinsi itakavyokuwa vigumu kuendelea kama mama mwenye mtoto mmoja, akikabili mustakabali usio na uhakika. Kinana anagundua jinsi Nora anavyomhitaji na jinsi alivyokuwa mjinga kuondoka kwa hivyo anaamua kuacha Selin na kukimbilia kwa Nora ili kumwokoa tena. Kwa kuwa mwenye kupenda upendo, anakiri kwamba hawezi kuishi bila yake, lakini Nora anahisi kama maisha yake yamepoteza maana. Kina anatangaza upendo wake wa kina kwake, lakini badala ya kujibu anamwomba aseme karibu. Jambo la mwisho alilotaka ni kumfanya agundue kuhusu mimba na kumaliza kubeba mzigo wa mtoto ambaye sio wake. Baadaye Selina anampata Kinan na kukiri kwamba anampenda kwa kweli, lakini anamkataa akifafanua wazi kwamba upendo wake kwa Nora ndio muhimu zaidi. Kwa hasira, Selina anapigana na msichana mwingine. Wakati huo huo, Kinan anaendelea kutuma zawadi kwa Nora lakini anazikataa, asitaka kumpa matumaini ya uongo. Anamwambia ameamua kuoa Yuda na atahamia mji mwingine ili kujitenga naye kwa nia ya kumtosha. Kina na anapata anwani mpya ya Nora na anafika nyumbani kwake wakati anakaribia kujifungua. Hata hivyo, Nora hamwachi aingie, akiogopa atagundua mimba yake. Kwa wasiwasi, anamwomba aondoke na ni rafiki yake anayeingilia kati kumsaidia. Wazazi wake wanampeleka hospitalini, lakini gari lao liniharibika njiani. Kama kawaida, Kina anaonekana kwa wakati mwafaka na kuwasaidia, ingawa Nora akiwa uzimazima na maumivu na wasiwasi, anajificha kutoka kwake. Hospitalini, daktari wanamuandaa Nora kwa kujifungua na baada ya majaribio kadhaa, hatimaye anazaa mtoto wa kike. Nora analia kwa faraha na anajaribu kushiriki habari na Yuda, lakini yeye amevunjika moyo kwa kifo cha hivi karibuni cha mama yake na hamniliki. Wakati Yuda analia makaburini, mtoto wa Nora unakuwa na matatizo na unahitaji upasuaji kwa haraka kwa sababu anapumua kwa shida. Utaratibu huo ni ghali sana na Nora anapapatika akijua hana njia ya kulipia. Katika mabadiliko yasiyotarajiwa, Kinan anaingilia kati na kufinika ghara zote za upasuaji, akiwa ameamini mtoto huyo ni wa mama wa Nora sio wake. Anafanya hivyo ili kumfanya Nora afumahi. Akiwa amejaa shukrani na mhemko, anamtazama kwa machozi ya furaha machoni. Baadaye Kinan anamtumia baruta akisema wamefaa kuwa pamoja, na Nora anashika maneno hayo moyoni mwake akitambua huenda asikumbuki kamwe jinsi alivyomtunza. Anaanza kujiuliza kama hii ndiyo hisia za kupenda mtu kwa kweli. Upasuaji unafanikiwa, lakini hivi karibuni tatizo lingine linatokea: mtoto anahitaji maziwa ya maziwa, na Nora akiwa ameshikwa na hofu, anagundua haitoi vya kutosha. Mama yake anaingilia kati kusaidia kwa kutumia bendi kuchochea maziwa. Wakati huo huo, baba wa Nora anaingia chumbani. Akiwa ameshtushwa na tukio hilo, anapapatika na kukimbia nje akiacha wote wameshtuka, na wakati wa aibu wanafaulu kutoa maziwa kwa mtoto. Na wakati huo, Yuda akiwa amemwangalia binti yake kwa machozi, anakiri kwa Nora kwamba mama yake alifariki kwa mshtuko wa kujua kuhusu mimba yake. Pia anafunua kwamba baba yake alimpiga sana hadi kumfanya uso wake uwe nyekundu. Baada ya kutoka hospitalini, Nora anarudi nyumbani na mtoto wake na Kinan bado akiwa ameamini mtoto huyo ni wa mama wa Nora, anampa pongezi kwa kuzaliwa. Nora anamwomba Kinan asiri na anakubali bila kusita. Wakati Nora na Kinan wanapokaa pamoja, uhusiano wao unazidi kuimarika. Wakati wa matembezi, Nora anamkumbatia kwa upendo hivi kwamba Kinan anashangaa. Anakiri jinsi alivyokosa ukaribu wake na tena anaonyesha upendo wake usio na masharti. Nora, akiwa ameharibika, anamwambia hawezi kuwa na mustakabali pamoja naye bila kufunua kwamba wasiwasi wake wa kweli ni mtoto. Anamwomba aseme, lakini Kinan anakataa kumwacha. Anamgusa kwa upole, akimfanya moyo wake upige kwa kasi, akiweza kuficha hisia zake kwake. Wakati huo huo, Yuda anawakamata. Na akiogopa Kinan atamchukua anaamua lazima waoe haraka iwezekanavyo hata hivyo baba wa Yuda hakubali uamuzi huu na anamsihi aache Nora na kuzingatia kazi yake ya mpira wa kikapu Yuda akiwa na nia anajibu kwamba anawajibu kuhusu binti yake ghafla wanaingilia ajali ya gari na lori baba yake anapigwa na kukatwa tamaa na ingawa Yuda anajaribu kumvuta nje ya gari linaanza kuwaka moto Mwanaume anafaulu kumwokoa Yuda kabla ya gari kulipuka, kumwacha amevunjika moyo. Mara baada ya hapo Kinan anagundua ukweli mchungu. Mtoto ni Nora. Kwa kukata tamaa, anakimbilia nyumbani kwake, ambapo hatimaye anakiri kwamba aliisitiri ili kumlinda na maumivu na kwa sababu ana ndoto ya kusoma dawa. Anaelezea hofu yake kwamba chuo kikuu kinaweza kumkataa wakigundua hali yake. Pia anafunua kwamba Yuda ndiye baba wa mtoto. Akiwa ameshangaa na kuumia Kinan anamuita msaliti na anaondoka akiwa amevunjika moyo. Wote wawili wameachwa wakivunjika moyo. Kila mmoja akiwa amekwama katika huzuni yao mwenyewe, wakitamani kuwa pamoja lakini wamezidiwa na maumivu. Baada ya muda, Kinan anatafakari na kutuma ujumbe kwa Nora, akiomba amkutane naye. Anaahidi kuweka siri yake, lakini anamsihi apeane nafasi upendo. Hata hivyo, Nora akisimama imara katika uamuzi wake, anamkataa. Licha ya kukataa chake, Kinan anaendelea kuweka ahadi yake.

upendo wake kwake bado ni mkubwa. Wakati huo huo, Yuda bado anapona kutoka ajali, anawatazama Nora na binti yao kutoka mbali akijificha asionekane. Nora anarudi shule kwa nia ya kumaliza masomo yake. Marafiki zake wanamkaribisha kwa upendo, lakini Kinan kabisa anamuacha akimtendea kama kivuli kilichomuumiza zamani. Ingawa wanakutana katika njia, anamwepuka kuzungumza naye. siku moja wakati wanajifunza pamoja Nora anamwandalia moja ya majukumu ya Kinan na kutambua kwamba bado anampenda. Ugunduzi huu unamjaza raha ya kimya, lakini njia baina yao bado haijulikani. Ghafla Nora anapokea simu ya dharura kutoka kwa mama yake, ambaye anamwambia anaumwa. Kwa wasiwasi, Nora anakimbilia kumwona, lakini njiani anagonga kimakosa mama wa Celine na kumfanya aanguke na kuishia hospitalini. Nora anashikwa na hatia, huku Celine akimshutumu kwa kujaribu kumuua mama yake. Kwa msukumu wa hasira, Celine anampiga akimwangusha. Nora anafaulu kukimbia, lakini kwa haraka yake anaacha kitambaa kilichotumika na akina mama kuzuia maziwa yasiyo na doa. Selene anachukua na tuhuma aliyokuwa nayo zamani sasa inarudi kwa nguvu zaidi. Mtoto wa Nora wakati huo huo anaumwa na homa na haachi kulia. Kwa kukata tamaa, anampeleka kwa daktari, lakini kilio kinaendelea. Kwa muujiza, wakati Kinan anamshika mtoto ananyamaza mara moja, na kumfanya Nora atambue jinsi Kinan angekuwa baba mzuri na kama sio baba halisi. Wakati huo huo Celine yuko hospitalini kwa sababu mama yake ameanguka katika koma baada ya ajali kwenye ngazi. Kutoka mbali anamuona Nora na mtoto na kudhani kimakosa kwamba Kinan ndiye baba. Kurudi shuleni, Nora na Kinan wanaendelea kuigiza kuchukiana, lakini wakati macho yanakutana, haiwezekani kuficha jinsi wanavyohisi kweli. Wanaendelea kujificha kwenye paa kama wapenzi wa siri. Na hapo Keenan anakiri kwamba hawezi kumwacha akilini, kwamba yuko akilini mwake kila wakati. Nora hatimaye anajikita kwenye hisia zake na anakiri kwamba anampenda pia. Keenan anashiriki hamu yake kuwa baba wa binti yake na kumpa maisha mazuri na elimu. Akiguswa, Nora anamkumbatia na kwa ishara nyepesi anambusu paji la uso lake na kuunda wakati wa kifahari na wa karibu baina yao. Kutoka hatua wa hiyo, wanakuwa wapenzi wa siri, lakini Selin anagundua na kwa machozi machoni anaapa kulipiza kisasi. Licha ya mvutano, Nora na Kinan wanaanza kujenga maisha pamoja kama wazazi. Wananunua nguo za watoto na kugundua kwamba wote wawili wanashiriki ndoto ile ile kusoma dawa tu, Kinan anachukua hatua ya ujasiri na kuomba idhini ya wazazi wa Nora kukaa uponde wake hadi wamalize shule, akiwaahidi kumuoa anapohitimu. Hivyo hivyo, wazazi wa Nora hawana hakika kabisa. Wanawasiwasi kwamba kwa kuwa Kinan sio baba halisi, anachukua wajibu ambao sio wake na wanauliza kama angekuwa baba bora kwa mtoto. Nora anawahimiza wazazi wake kwamba atapata njia ya kuwashawishi na Kinan anabaki na furaha kuwa naye tu. Hivyo hivyo, baada ya muda mfupi, Nora anapokea ujumbe wa kushangaza kutoka kwa mtu anayedai kumkosa na kutaka kumwona. Akiwa amechanganyikiwa, anaenda chooni ambapo anatumia kifaa cha kigeni kutoa maziwa ya matiti. Muda mfupi baadaye anapokea ujumbe mwingine, wakati huu ukidai kwamba akutane kwenye mbuga na mtoto wake. Anapofika anagundua kwamba Celine ndiye aliye nyuma ya yote. Celine anafunua kwamba amekuwa akirekodi mazungumzo baina ya Nora na Kinan kuhusu mtoto, na anatishia kufichua kila kitu isipokuwa Nora amwachane naye kwenye mbuga. Nora anajikita kwenye mahitaji ya Celine na kumaliza uhusiano na Kinan. Mwanzoni anafikiria ni mzaha, lakini Nora kwa umakini na uthabiti anamwambia uhusiano wao umekwisha. Baada ya shule kumaliza, Kinan anampata barabarani na kumwambia ndiye nuru ya maisha yake. Licha ya kila kitu, wanaendelea kuigiza kuchukiana shuleni ili kumdanganya Celine. Hivyo hivyo Selin hatimaye wanawakamata pamoja, anapiga picha yenye kutia aibu na kuwapa wiki moja kujiachana kwa kweli au atafichua ukweli kuhusu mtoto kwa wote. Kwa nia ya kumaliza mitishio, Nora na Yuda kwa msaada wa rafiki wanafaulu kuiba rekodi kutoka kwa Selin. Kama malipo, Nora anamwonyesha Yuda picha ya mtoto wao ambayo inamfanya ajisamehe kwa dhati kwa kumwacha. Wakati huo huo, mama wa Kinan anagundua kuhusu uhusiano wake na Nora na anamwambia amechanga sana kuwa katika uhusiano wa kina akisisitiza kwamba azingatie biashara ya familia. Lakini Kinan anasimama imara akisema anataka kuwa daktari na kusaidia akina mama wanaoishi peke yao kama Nora. Katikati ya mvutano wote, Yuda anaanza kupata imani ya mama wa Nora akiwaonyesha majuto ya kweli kwa makosa yake ya zamani. Siku moja, Nora anapata kifungio cha nywele chini, kile kile Yuda alichokuwa nacho mara ya kwanza walipokuwa pamoja, na anatambua amekuwa akiangalia kwa kimya yeye na binti yao kutoka kwenye vivuli. Baadaye, mama wa Kinan anaamua kutembelea shule kukutana na Nora, lakini akiwa amezidiwa na msongo wa mawazo, Nora anajificha.